Wewe mwanamke, unalomba wewe, unalomba wewe, mwanamke, wewe, nakwambia mimi nitakuja nikuue wewe, niende kafungwe jela, wewe nani aje huko ndani? Eh, ni mambo ya familia, ongelea ndani. kama ungekuwa unajua ni mambo ya familia, basi ungekuwa na huruma. ungekuwa hata na heshima kidogo kwa mume wako. mume wangu, nataka ujaze watu nje. hebu tu ongelee ndani. wewe subutu. Nije fongele ndani. Yaani mimi kurudi uko ndani kinachofuata ni talaka tu. Hivi wewe jirani. Kila siku nyie tu, kila siku nyie. Sio nyie, tushachoshwa hizi kelele zenu. Sio wende ukaongelea ndani. Wewe hapo kilichokuhusu kipi? Mbona wewe hapo unafanyaje hapo kwako? Nishami kufika hapa nikaningeni kata kukueleza jirani, msitufanyie. Umekaa hapo unaningeni kata nyanya. Tumechoshwa kelele zenu jirani. Sio nyie, tuna mambo yetu lakini tunaamalizia chumbani. Wewe nenda kaongea na mkeo. Wewe kinachokusibu we, kukauna, mina, mtiongo, Bode, wako, na kisabisabi na kinini hilo na kiroho papo wewe ukakaa unanifuata fata mimi na mke wangu huko ndani. Kinachokuhusu nini? Bado wewe kwa ukifunguliaga radio sisi tukugeuz gasi wewe na kukufuata fata. Wewe mwanamke, naomba tuheshimiane. Nimechoka, kinachofuata ni kwenu. Unataka ujaze watu nje ili iweje? Bora wajae. Haiwezekani mtoto wa kike unakuwa analomba na nani? Unapiga una mimi nacho unapiga. Yaani mimi ninavyokupiga kila siku hivi, alafu unakosa hekima kwa mume wako. Unakma kusudia kufanya nini mpaka nifungwe? Na unyamaze nawe, nyamatulie utulie hivyo. Wewe ni mtu wa design gani? Kila siku ni, ni nyinyi tu kelele huko ndani. Tumechoshwa jamani na kelele zenu. Kwa nini mnatufanyia hivyo? Jirani ona kilitimamu, mimi niko huku na mke wangu tunayazungumza, tunayaweka sawa wewe umetoka huko kukata gogo, mimi sijakuuliza ulikuwa unafanya nini kule sawa. Wewe umeingia hapo umelikuta unafengi nyingi, nyingi, nyingi, nyingi, na kugasikia simu. Wewe huogopi? Ah, huogopi? Aya mambo kila siku nayomfanyia huyu mama humu ndani anatoka na ngeo zimehamahama sawa. Ila lini ile nimepitisha vitaya ikaenda kushoto, akatoka hapa mpaka anataka kufungwa POP. Sawa, juzi kati hapa nimempiga shingo akawa anageuka mzima mzima nimetaka kumpiga kongosho litegu litoke, kongosho ikabidi ateguke goti, huyu hapa akatoka anasuka. Haya ni mambo ya kifamilia bradha, hebu e, nenda kazungumze ndani na mkeo nini, kukiwa unaongea nje hapa unajidhalilisha, unatudhalilisha wanaume wenzio. Tena bora jirani, wewe umekuja unaonekana mstaarabu. Unajua nini nikueleze jirani, huyu mwanamke mimi kanichosha. Na nyinyi kuja kwenu hapa, mimi ninachokifanya jirani, humu ndani mimi naingia naenda kumpa talaka tu, sitaki kuishi naye tena. Sasa ndio hicho kitu ndio kifanya kifanye sasa ukiwa ndani humo na mke wako. Mimi ndani ya zalani. Mimi ndani jirani siendi. Sasa u... I say jirani. Hivi humu ndani ni kwa nani? Kwangu mimi. Sasa kama ni kwako kwa, kwa nini utaki kuingia ndani? Yaani mimi kuingia ndani humo jirani nampa talaka mm. tu anaondoka. Mimi mm. humo siendi. Sawa kama ni swala la talaka nenda kampe talaka. Tumechoshwa jamani na kelele zenu. Kwa nini mnatufanyia hivyo? Tutaandika talaka hapa hapa nje siendi. Ah, wewe bana, hmm? Hebu usituchezee akili zetu. Tunahitaji uingie ndani. Lana.